Nadhani kwetu hii ni furaha kubwa. Uh, tulijua mchezo utakuwa mgumu. Tunacheza na timu ambayo ina mwalimu mzuri, tunacheza na timu ambayo imefundishwa pia vizuri. Tulielewa kwamba haitakuwa rahisi. Uwanja wa Mkwakwani tunaujua, uwanja uh, ambao mpya umetengenezwa, lakini tumeona changamoto ya mvua. Uh, imeleta shida kwenye miundombinu yetu. Kwa tuliyategemea hayo, kwa hiyo ukiyachukua hayo na tulichokipata uh, kwetu kwa kweli ni faraja kubwa na tunasema alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya. Tumefanikiwa kwenda finali. Mbeleni uh, mechi na kufuata mchezo mwingine Simba dhidi ya Simba Blackstars. Uh, uh, unaiona finali ambayo pinzani wote kati ya hawa atakayepita kutakuwa kuna ugumu wa mechi mbili. Hakuna mkate mgumu mbele ya supu, na sisi ndo wataalamu wa supu hapa Dar es Salaam supu. <gibu> <gibu> sisi ndo wataalamu wa <gibu> <gibu> <ote> uje wote <gibu> uje uje ule. Uje <gibu> boflo ukienda Pemba kuna tosi njoo nayo, sisi ndo wataalamu wa hayo mambo. Goli la kwanza limeingia, mashabiki na wanachama walikuwa wanapiga kelele ya kichezi ya kichezi ya kichezi. Umevaa shati ya kuandika Tanga ya Samia mm. Eh, kwa niaba ya mama bwana anasema bwana, mlimalize hili jambo mm. Timu inaenda uwanjani, no comment. Lakini hamwezi kucheza mechi hizo mbili za ligi mpaka mmalize hiyo mechi ya 15 kwa, mm. Kwa ratiba, lakini kwa mujibu wa ratiba, waliopanga ratiba wanajua anachokimaanisha. Sisi tulishatoa msimamo wetu kama club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 tuna mialiko mingi, tuna mwaliko Rwanda, tuna mwaliko Kenya Mombasa. Huwezi jua hapo katikati chochote kinaweza kikatokea, nafikana tarehe 15 tukawa Mombasa ama Kenya pia, huwezi jua. Asante.